Ahlan wasahlan wamarhaba mtazamaji, nikitumai ubuheri wa afya, na leo hii katika studio zetu za za Go Green e, tumetembelewa na mgeni hakika. Wahenga walisema kwamba siku njema huonekana asubuhi, na kweli hiyo uh, siku njema imeweza kuonekana hapa, kwa sababu mgeni ambaye tumetembelewa naye ni mgeni ambaye ana viatu vitatu, na leo hii tutavivua hizo viatu. Hizo viatu tutavivua katika studio zetu. Labda tu bila kupoteza wakati e, kumbuka pia huyu uh, ni mkuru katika maswala ya mchezo wa taekwondo, ambapo hapa nchini Kenya na Afrika, yeye ndio a rais wa mkufu, rais wa mchezo wa taekwondo na pia duniani nzima yeye ndio naibu rais, na sio hiyo tu peke yake, mambo ni mengi ambayo atakuwa anatuelezea ndani ya runinga hii na ndani ya mahojiano haya tukikumbuka kwamba mahojiano haya yatakuwa yanazunguka katika masuala ya kuhifadhi mazingira, masuala ya kustawisha mazingira. Na labda tu bila kupoteza wakati, utuambie wewe ni nani, unatokea wapi na nini unafanya. Umeanza uh, na msemo mzuri no. Na mimi nitauhitimisha nikisema mgeni njoo mwenyeji apone. Kwa majina naitwa Meja mstaafu Suleiman Sumba. mm. Mimi background yangu ama hapo awali, nimekuwa nimekuwa mwanajeshi KDF, baadaye nikatoka na nikakuwa waziri wa michezo katika kaunti ya Kakamega. mm. na pia vilevile vile, katika uh, maisha yangu nimekuwa president wa Kenya Taekwondo Federation, raisi wa mchezo wa Taekwondo kuanzia mwaka wa 2006. Nimepanda ngazi nikafika kiwango cha kimataifa nikakuwa makamu wa rais wa Africa Taekwondo Union no. na juzi, katika ulingo wa ulimwengu wote, nilichaguliwa nikawa eh, makamu wa rais wa Commonwealth countries ambapo unajua ziko ulimwengu mzima. Naam. Hiyo ndio background yangu kidogo ya upande wa kazi na experience. Naam. Uh, upande wa mazingira ambao ni muhimu sana, tunajua lazima tuhifadhi mazingira yetu kama tutalinda kizazi ambacho kinakuja, kulingana na rutuba, kulingana na hewa na kulingana na mapato ambayo yanapatikana kutoka kwa mazingira bora. Hapo nimeshughulika na mambo ya mazingira na mambo ya michezo, kushikanisha wana michezo na mazingira. Naam. Katika federation yangu, ama katika uh, organization ambayo ninatoka ni ya Kenya Taekwondo Federation. Kwa kauli moja tulikuja pamoja tukasema msingi mmoja wa kutufanya tuone tu contribute katika maisha yetu ya ulimwengu huu ni kuhakikisha kuwa wana michezo wana ufahamu wa mazingira, kwa sababu wana michezo kwa jumla labda ndio wanaweza kuwa waharibifu zaidi wa mazingira kama hawatapata elmu ya kimazingira, na wana michezo pia ndio wanaweza fanya tangazo kubwa ama advocacy kwa haraka kwa watu wengi na Risala ziwafikie watu kule mashinani. No. Sisi kama kama organization, tuliamua kuwa katika kila katika kalenda yetu ya event, tukiwa na michezo kama Mombasa, tutapanda miti Mombasa. Tukiwa na michezo Nairobi, tutapanda miti Nairobi. Tukihamasisha watu. Hatukuanza eh, kitambo sana, lakini kwa sasa nafikiria tumepanda Mombasa Tumepanda Malindi, tumepanda Nairobi, tumepanda Eldoret na tumepanda Western. Uh, target yetu ilikuwa ni kupanda zaidi ya miti elfu mia moja, lakini unavyojua kupanda miti kunataka mashamba, sehemu za kupanda. Kupanda miti kunataka mbegu. Kupanda miti kuna season ya mvua panda miti tunatakana kuna, kuna na political goodwill yeah? na yote hizo ndio challenges ambazo tuna face, mm -hmm, kama federation mm -hmm. Na ni lazima tuwe tunashikana tutashikamana na wenzetu tofauti nyanza tofauti tofauti, labda nyan, nyanja ambazo ni za mapato makubwa kama cooperative, uh, corporate organization ama tupate, tupate na watu ambao wanaweza tusaidia na mambo ya resource mobilization naam. No, hivyo tutaenda mbali, kwa sababu mazingira si miti peke yake. Mazingira ni kuangalia hizi production cost production carbon. Tutafanya nini ndio to reduce hizo carbon kwa environment yetu no. tutafanya nini ili wakati tunacheza tusitumie material mbaya ambazo zinaharibu environment. Tafanya, tutafanya nini ili katika michezo yetu uh, tunatumia uh, material zote ambazo ziko environmental friendly mm. Ni jukumu la sisi sote kama wananchi na kama binadamu kuhakikisha kuwa mazingira yetu yanafanyiwa protection, kwa sababu miaka zijazo watoto wetu wajukuu wetu vizazi ambavyo vitakuwa pale vitahitaji kutumia ma mazingira otherwise tunaweza kuwa kama wazungu wanasema, dinosaur zilikuwa extinct no. Kwa sababu mazingira yao yalichezewa na sisi. Lazima kama Afrika tupigane kutengeneza mazingira, lakini tusitumiwe na watu wanje, sisi tuwatengezee mazingira nao wakiharibu mazingira. So kila tukienda mbele tujiangalie sisi kama wazalendo wa Afrika na tuangalie kule nje wanafanya nini, tusiwe kama babu zetu wale wa kutumiwa wanapewa projects na program ambazo labda, labda ni za kuwafaidi wale. Naam. Nikukata tu kidogo, hmm. Kuhusiana na uchaguzi uliofanyika na ukapata nafasi ya kuwa naibu rais hmm. Na pia ukakuwa rais wa mchezo wa Taekwondo hapa nchini Kenya na Afrika kama sijakosea mwaka 2006. Eh, wewe kuwa mwanajeshi na wewe kuja kuingia katika nyanja za taekwondo, vipi? Labda safari yako ya kuingia mpaka kuwa mkurugenzi katika nyanja hizi za taekwondo imekuwa vipi? Unajua, sisi tuna bahati katika jeshi letu la kitaifa hmm. Ndio limekuza michezo sana nchi hii ee. Taekwondo tulianza tukiwa katika jeshi. Wanajeshi wanafunzwa taekwondo sana ili ikuwe part of combat so safari yangu ya taekwondo ilianzia katika jeshi tukufu la nchi hii mm -hmm. ambapo nimekuwa na nikakuja katika nikiwa jeshi bado nilikuwa katika kamati ya ya national na hapo nimekuwa mpaka nikafika katika nyanja za kitaifa mm -hmm. kama Administrator. Na, na, na katika kila nyanja tunaamini kwamba ipo changamoto ambazo ya kila nyanja mtu huzipitia, wewe kuwa katika shirika ama kuwa katika jeshi la nchi hii, na bado wewe kuwa kama mkurugenzi wa Taekwondo. Labda changamoto ambazo umezipata kama mkurugenzi wa Taekwondo ni gani? Uh, changamoto zangu ni sawa na changamoto za watu, ma, wakurugenzi wengine na wa michezo mingine. Kwanza, teknolojia teknolojia yetu bado iko chini Kenya nzima, na nafikiria serikali inafanya juu juu chini, kuona kuwa tutafika kiwango cha teknolojia kama hizo. Pili, resources, hakuna resources ambazo hukua enough. Oh. There are scarce resources everywhere so struggling, kung'ang'ana kupata zile resources ndo umudu hii mchezo ipate kupata umaarufu, lazima uta, uta struggle sana, ushikane na stakeholders wa nje, hizi kampuni kubwa kubwa uzibembeleze zikuje, labda ziwa support, na pia ulilie serikali ile kidogo ambayo itapata no. Ipatikane, lakini tusikate tamaa katika wimbi kama hili, kwa sababu uh, uboraji inategemea, inategemea uh, methods zile za resource mobilization. Sisi kama wakurugenzi, inafaa tusitegemee sana serikali, kwa sababu tukijichukulia kama Wakenya na serikali, inafaa tuwe na miundo misingi ya kutafuta hizi resources ili tuwasaidie athletics wetu, na hiyo itafatikana through collaborations. Na sisi kama federation, nafikiria tumejaribu tumeanzisha collaboration between Kenya Taekwondo Federation na Kibab University, ili Kibab University ianze kufundisha mchezo wa taekwondo in line na michezo yao no. Tuna aim kuproduce leaders ambao wanajua hii martial art na alhamdulillahi. Katika hii program tumempata mchezaji mmoja ambaye tumemtoa kibabi ambaye amewakilisha hii nchi katika Olympic. We are looking at a, a place where uh, martial art has been accepted katika CBC ni program na, so sisi kama taekwondo tunataka kuhakikisha walimu ambao watatoka kibabi ama watatoka uh, uh, Kenyatta University ama Nairobi watakuwa na ile misingi ya taekwondo na hao watapelekwa shule, na unajua kule ndio kuna clients, direct clients. So tukianzia pale na tuwe na concept ya go green, unajua the whole republic itapata hiyo concept rahisi sana yeah. Lakini lazima tu, tuweke hizo programs zifike mpaka kule mashinani. Kwa sasa program yetu tuna tuna hope tunataka tuko na hizo infrastructure za kufika kwa kila county, na tunaomba kuwa tutapata washikadau wengine ambao tutatembea nao ili tuachieve hiyo uh, objectives zetu za kufika kwa kila county. Licha ya labda wewe kuwa na uh, mbinu ama njia ya kuleta pamoja watu kupambana na changamoto, labda kunazo mbinu zingine ambazo unazitumia kupambana na changamoto ambazo unazipitia kama mkurugenzi wa Taekwondo? Uh, mbinu ni nyingi. Mbinu ya kwanza ni collaboration. Lazima ufanye collaboration na, na wale ambao wako na muscles mbinu mm -hmm. ya pili ni advocacy. mm -hmm. Lazima ukuwa na mbinu ya kupitisha ujumbe na. Kule, kule ambako kunatakikana na marketing na marketing. Ni kushikana na watu kama kama nyinyi hapa naam, hivi eh? Naam. Na nafikiri tutaenda mbali inshallah. Na labda tu ni kwa miaka sasa tangu labda wewe kujiuzulu ama kustaafu katika jeshi sa, na kuamua kuchukua mkondo um, mwengine wa kuwa ku, mkurugenzi wa mchezo wa Taekwondo. Hmm. Pia na kitu ambacho inanivutia sana na wewe umeweza kubuni njia ama umeweza kuja na njia mojawapo ya kuonyesha talanta ambayo labda wengi hawakuiona ndani yako. mm -hmm. Wewe kuwa shujaa wa kustawisha mazingira, unajisikia vipi kwanza kuwa shujaa? Najisikia vizuri. Najua hisia zinatofautiana kutokana kwa binadamu <coughs> na mwingine, hilo swali la kujisikia vipi ni kubwa sana. Naam. Binafsi labda <laughs> tuki, tukiweka kwa uchache tu, labda kwa uchache mm -hmm. Nasikia hapa ndo ninafaa ni kuwe naturally, ama kimsingi binadamu yoyote lazima a blend na environment na hiyo, kama hatutajali environment basi sisi sote tutaangamia. Kwa hivyo najisikia niko nyumbani upande wa environment mm -hmm. Naam mtazamaji usibonyeze kitufe kwa sababu ndio mkoko unazidi kualika maua ndani ya mahojiano haya. Mahojiano mazuri sana, mkondo unachukuliwa ni mkondo mzuri kuhakikisha kwamba wa vijana ama kuhakikisha kwamba sisi sote tunaweza kupata kuelimika, kufahamishwa na kustaarabika katika masuala ya kuhifadhi mazingira. Wacha nipate kopo la maji, nitarejea muda usiokuwa mrefu. Go Green Television. Green vibes, real lives. Naam, barabara tena kabisa, mtazamaji, nikitumai kwamba bado upo nasi kwenye runinga ya Go Green. Kumbuka mahojiano haya yote yatakuwa ni yenye kwenda live ama kwa njia mubashara kupitia tovuti zetu zote za kimitandao, iwe ni Facebook, iwe ni Instagram, iwe ni Twitter, iwe ni wapi, utakuwa unatupata kwa njia mubashara zaidi, na mazungumzo haya ndio mazungumzo, mazungumzo tu ambayo ndio tunaanza sasa kualika hiyo maua ndio. Sasa tunaanza kutengeneza ladha mtazamaji, kwa hivyo uh, bila tukupoteza wakati nirudi kwake uh, meja mstaafu Ruhusa na kupitia hivyo, staff, meja mstaafu safari yako ndio ulikuwa umetuguzia, wewe kuwa shujaa wa mazingira. Unajisikia vizuri, unajisikia ni kama ndiyo sasa upo nyumbani, labda tuambie tu safari hii ya wewe kuanza kuwa kama a green champion kwa lugha ya Kimambo, ama safari yako ya wewe kustawisha mazingira, kuwa shujaa wa kustawisha mazingira ilianza vipi le uh, kwa kimuktasar ki uh -huh. Safari yangu ya hakika ya kuanza kusta kukuwa na platform ya kutengeza mazingira katika taekwondo no. Ilianzia katika michezo ya taekwondo. mm -hmm. Kwa sababu ukiangalia vizuri, watu wengi wanachukulia michezo hasa kama ya taekwondo ambayo ni kama kimasumbu masumbu hivi no, kuwa ni michezo ambayo ina, ina, inachezwa na watu ambao hawana nidhamu. Watu wengi kule mashinani no, ukisema taekwondo ama useme box, boxing ama useme karate watasema wale, jamani wale wakora wanajifundisha kupiga watu na no. Lakini kielimu mchezo wa taekwondo unahimiza sana mambo ya adabu na discipline na afya ya mtu na kushikana kama peace corporation, so ukiangalia zile tenets za ule mchezo na uangalie concept ya mazingira, nikaamua tukishikana na mazingira, basi huyu mchezo sura ya mchezo itabadilika, faida za mchezo zitabadilika, watu wengi watapata kujua kuwa eh, nguzo za mchezo no, na nguzo za environment zinaandamana, zina vizuri. mm -hmm. Na kwa sasa nafikiria ui, sisi ni baadhi ya shirika ambalo limekuwa very successful no, kufanya advocacy ya mazingira, na katika hizo progress tumeweza hata kupata wachezaji wawili ambao ni katika disability taekwondo. 2024 tulipeleka wa, wa wachezaji wawili wa kike mm -hmm. France Paralympic France. Unaona? mm -hmm. So tumeshikana na wale ambao pia ni ambao people living with disability. mm. Through mambo ya environment imetufanya tumewapata wale kutokana na tofauti zile zingine, naam. Tumepanda miti, tumeshirikiana, tukapanda miti hasa na magereza prison department, naam no. na hiyo imetupatia ujuzi mwingi sana na katika kalenda yetu ya event tunataka kupanda miti, tupande miti, tupande miti na tuhamasishe wananchi mm -hmm. Ubora wa mazingira na hasa kupanda miti katika michezo yetu, tuna, tuna, tu, tumeweka policy za ku, kusema kuwa kila mchezo tukiandaa michezo katika hall tuwe na misingi ya kuhakikisha kuwa mazingira yanalindwa no. Tusiwe na maplastic kule mm -hmm. Tusiwe na makelele ambazo ama. Tusiwe na zile vitu ambazo zinaharibu mazingira na tuwe na mwelekeo ya kuwa tuko na disposable. So safari yangu ya mazingira haijafika kilele, ndio mm -hmm. inaanza. Ndio inaanza. eh, na ati. Ch- cha kuridhisha zaidi ama cha kufurahisha zaidi ni kwamba pia hamjawaacha nyuma wale ambao wanaishi na ulemavu na mkawahusisha pia katika miradi yenu. Yes. Kwa hivyo hongera kwanza katika shughuli hiyo ya kuwahusisha pia wale ambao eh, wale ambao wanaishi na ulemavu. Labda tukikata kidogo, kunayo jambo ambalo umeniguzia ni mikakati ambayo nyinyi mmepanga kuhakikisha kwamba mipango kama hiyo ya kupanda miti katika magereza. Kuna hiyo mikakati ambayo mmeyapanga? Tumepanga mikakati na. Kwa sababu magereza ni eh, ni organization moja ambayo iko very strong kwa taekwondo. mm -hmm. Na licha hayo mikakati tunataka kufikisha kwa kila primary school. As tunavyoongea hivi taekwondo iko na over 700 primary schools ambazo zinafanya taekwondo. Nao ni baadhi ya wana mazingira ambao wana umri mdogo sana. mm -hmm. So kama tutaweka maanani ama effort zetu, nguvu zetu pale, kwa miaka ambayo inakuja kumi, tutakuwa na wana mazingira wengi sana Kenya. Na, na sisi tunataka kuconcentrate na hizo mashule. Tumeingia mpaka katika refugee camp Kakuma refugee camp, tumeanzisha mambo ya taekwondo huko na mazingira. Tunavyoongea saa hizi, tuko na makoches wawili ambao wame wamekuwa sponsored mm -hmm. na Lutheran Church na UNHCR wako na. France sahizi, na hiyo programu ya ma refugee tunataka itusaidie kushika zile environment villages zile ambazo ziko around Kakuma camp, kupata wale jamaa ambao kuwapata ni ngumu sana, na, na labda mtazamaji huenda ana, ana, ana swali labda anajiuliza vipi kutoka mchezo wa taekwondo vipi? Mbona haukuchukua mchezo huo wa taekwondo katika sehemu nyingine katika level nyingine? Mbona ukaamua kwamba ujihusishe wewe kama mkurugenzi wa mchezo wa taekwondo, ukaihusisha pia shirika lako la mchezo wa taekwondo katika kuhifadhi mazingira? Mbona si shughuli nyingine? Mbona kuhifadhi ku, uh, mazingira? Unajua shughuli zote ni mazingira. Naam, wewe ni mazingira, industries ni mazingira So kule kokote unakosema tuende, sijui ni wapi. mm -hmm. Kwa sababu kila kitu kiko ndani ya mazingira ha? so tuende wapi? tunaanza na kwenyewe kwenye ma, kila mtu ni mazingira, kila kitu ni mazingira, ndio maana yake tunataka kushika mazingira. Watu wakiwa wanaishi katika mazingira mazuri, itakuwa ni maisha bora. mm -hmm. Watu wakielewa kuwa kuharibu mazingira itakudhuru wewe na idhuru vizazi vijazo ni mazingira bado. Naam, sijui kama nimekujibu, lakini nende wapi? Kwa hakika nende kule binguni <laughs> kwa hakika <laughs> ni, <laughs> ni, ni, ni jawabu nzuri zaidi. Na labda tu tukisonga mbele mchango wako wewe binafsi kama mstaafu meja kama mkurugenzi wa taekwondo na sasa kama shujaa katika maswala ya kuhifadhi mazingira, mchango wako umekuwa upi ama mchango wako umekuwa eh, wa aina gani katika maswala ya eh, shughulizine ya upanzi wa miti wa kuhifadhi mazingira tangu wewe kuianza? Mchango wangu umekuwa kwanza kwa kupatiana elmu, nipatiane elmu. uhum. kwa watu wote kuwa mazingira yanafaa ifanywe hivi. Mchango wa pili ni kupatiana hope unapatia watu hope kuwa inawezekana. mchango wa tatu na, ni kufanya mobilization ya watu mm -hmm. kumobilize watu waweze kupanda miti waweze kuprotect ma mazingira. na mchango wa tatu wa nne ni kuwa mvumilivu. unapoanzisha mambo ya mazingira lazima ukuwe mvumilivu mm -hmm. sisi kwa sababu ya kutokuwa na elimu ya mazingira na, basi tunafanya mambo mengi ambayo yanatatiza mazingira. Nakuta mm -hmm. mtu amechukua plastic ametupa hapo kwa barabara. Naam. Mm -hmm. Unachukua mtu amechukua plastic amechoma, ambaye yeye eh, si expert wa kuchoma mm -hmm. inadhuru dhuru watu mm -hmm. so tukishikana sisi sote kama Wakenya ama kama wanadamu mm -hmm. kutengeza mazingira basi tutaishi maisha, maisha mazuri. Magonjwa ambayo yanatokea mengi ya mahoma ya nini, ya kansa, mapafu kwa sababu ya mazingira mabaya. Na tukimalizia malizia tu labda kunazo mbinu ambazo wewe unazitumia kuwalingania na wenzako katika sekta ya eh, masuala ya michezo katika tofo, eh, sekta tofauti tofauti iwe ni taekwondo iwe ni mchezo ya ragbi hiwe ni mchezo ya kandanda ama kambombo, kunayo mbinu ambazo unaitumia kuwalingania na wenzako katika shughuli hizi ambazo tunataka kutumia sasa? Naam. tunalo shirika ambalo ni la olimpiki mm -hmm. Kenya hii ambalo ni mavuli ya mashirika yote ya michezo. Tunataka tutafute nafasi ya kuingiza mambo ya mazingira pale, na concept yetu tumeanza na Taekwondo tan green. mm -hmm. Lakini tutahimiza tuta kuwa tuwe na kitengo cha Kenya Olympic Forest. No. Kenya Olympic Forest, Mungu akipenda ikipata maguu na isimame. No. Basi mashirika yote yatakuwa na uwezo wa kuingia ndani na kufanya mambo ya mazingira na tumeongelea katika stage ya juu na nafikiria hiyo concept imekuwa adapted na Kenya National Olympic of Kenya na. Kwa hiyo hivi, hivi karibuni itakuwa rolled out na natumaini kuwa pia nitakuwa miongoni wa wale ambao watakuwa wanasukuma hiyo concept naam na kama unavyojua, tunaelekea katika siku adhimu, siku ambayo tunapaswa kuiadhimisha siku ya e, mazingira duniani kote na kauli mbiu ya mwaka huu ukiwa ni kupambana ama kuipiga vita e, plastiki, utumizi wa plastiki katika ya, sekta zote zote. Kwa hivyo labda, wewe una yapi kusema kuhusiana na siku hii ambayo tunatarajia kuiadhimisha tarehe tano mwezi uh, siku hii ingefaa sana kama tungeweka mikakati ya mawasiliano kufikia watu wengi naam. Kupatiana advocacy ifikie watu wengi mm -hmm. Kwa sababu watu wengi hufanya uharibu mazingira kwa kutojua, na pia to encourage serikali zote 48 zianze kuwa na policies ambazo zita protect mazingira. Policies ziko lakini hizo policy je zinatu zinatupatia faida gani ama zinatusave vipi? No. Unaweza kuwa na policy nzuri ambazo zimecover kila pahali lakini implementation, tulimwona marehemu Michuki alikuwa mtu mmoja tu na sheria zile ambazo ziko. No. Lakini aliweza kukaza kamba mpaka implementation zingine zikawa zinaonekana. Mm -hmm. Kwa hiyo pia kuhahamisha wale ambao wako katika vyeo vya utendakazi waweze kupush, isiwe wanaacha tu wanasema hiyo ni mazingira. Kutakuwa na kibarua kingi na forums kama hizi zinafaa zipewe kipaumbele na nguvu ya kuelimisha wananchi. Naam, naam. Tukimalizia tu, labda ukielekea kwenye kamera na utupatie uh, labda wasia kwa vijana na jamii kwa jumla kuhusiana na shughuli nzima ya upanzi wa miti, labda ukielekea tu kamera uweze kutupatia wasia. Wasia wangu katika kwa vijana no. na wananchi wa Kenya ni kuwa tuchukulie mazingira ama uboreshaji wa mazingira kama kiini muhimu katika maisha ya jamii, kwa sababu tukikosea leo madhara yanakuja miaka sitini, miaka sabini, na kurudisha ile madhara kurudi katika hali ya kawaida inachukua hata miaka elfu moja. Kwa hivyo wale ambao tunaishi sasa tuhakikishe tunapigana na kuboresha mambo ya uh, mazingira kwa sababu hutaki wajukuu wako ama vitukuu waishi katika maisha ya taabu. Mm, na hatutaki kuwa watumwa wa nchi zingine ama watumwa wa tabia zetu mbaya. Naam. Mm, mm. Mtazamaji, kufikia hapo natumai kwamba yule ambaye anasikio anasikia, na yule ambaye ana macho pia huenda akatazama na huenda pia akaweza kuitilia maanani swala nzima ambalo limeweza kuongelewa hapa. Fahamu pia kwamba mazingira kulingana naye Meja Mstaafu, ni kwamba mazingira ndio uhai na mazingira ndio shughuli nzima ambayo huenda ikaleta maendeleo katika nchi na hata kimataifa. Kwa hivyo tunapomalizia, tufahamu kwamba ipo siku kwamba hii mazingira itakuja kuwatetezi si kwako tu, bali kwa hii shirika, kwa, kwa generation ambayo inakuja pia mtazamaji, um, mimi niite kakayafinali, ila kama sijaondoka, ningependa kuacha na msemo: jitume sana, usiwe mtumwa, kwa sababu kiwa mtumwa utatumika vibaya. Maasalama. Go Green Television, Green Vibes, Real Lives.